Naam, ni Gumzo Updates. Tuelekee visiwani Zanzibar, huko Tunguu ambako hatua ya awali ya usikilizaji wa kesi 17 za kupinga matokeo ya uchaguzi wa uwakilishi zilizokuwa zimefunguliwa na chama cha ACT Wazalendo imehitimishwa katika Mahakama Kuu ya Zanzibar, huku macho yote sasa yakimwelekea Jaji Mkuu kwa ajili ya kupanga majaji wa kusikiliza mashauri hayo. Kesi hizo zinatokana na kutokuridhishwa na matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 ambapo wagombea wa ACT Wazalendo wanahoji ushindi wa wagombea wa chama cha mapinduzi CCM katika majimbo tisa ya Unguja na manane ya kisiwani Pemba. Akizungumza mahakamani hapo Tunguu, mrajisi wa Mahakama Kuu Valentin Katema amethibitisha ukamilifu wa taratibu za msingi za kiofisi. Amesema mrajisi huyo, na hapa namnukuu: baada ya kukamilisha taratibu hizi za awali ofisi yangu itawasilisha majalada haya kwa jaji mkuu wa Zanzibar. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kupanga majaji watakaoshika wa hatamu ya kusikiliza mashauri kikamilifu. Mwisho wa kumnukuu. Katika kikao cha leo kilichoshuhudiwa na viongozi wa juu wa ACT Wazalendo, wakili wa walalamikaji Suleiman Abdallah alisisitiza umuhimu wa walalamikiwa w kuwasilisha hati za majibu ya majibu kwa maana rejoinders, kama ilivyokubaliwa katika kikao cha Desemba kumi. Kwa upande wao jopo wana sheria wa serikali likiongozwa na sheria wa andamizi Salim Saidi na Mbaru Suleiman Othman liliomba muda wa ziada kupitia nyaraka hizo ili kuona na haja ya kuwasilisha majibu zaidi. Katika kesi hizi, Tume ya Uchaguzi Zanzibar, ZEK, na Mwanasheria Mkuu wa Serikali ndio walalamikiwa kuu. Mzozo huu wa kisheria unahusisha majimbo yenye ushindani mkubwa yakiwemo Nungwi, Tumbatu, Mtoni, Mwera, Malindi, Makunduchi kwa kisiwani Unguja, na kwa Pemba ni Kojani, Micheweni, Wawi, Chakechake, Chonga, Kiwani, Chambani na Mkoani. Wakati mchakato wa Unguja wa kusubiri majaji, kesi za upande wa Pemba zinatarajiwa kutajwa rasmi tena Disemba 23, 2025 ili kukamilisha taratibu za, za awali kabla ya kuanza kwa usikilizwaji wa kina. Je, yeah, nini maoni yako kuhusu habari hii ya ACT Wazalendo kuendelea na kesi mahakamani? <tune>